Wito wetu wito wetu ni kumpendeza Mungu na sio wanadamu. Wito wetu ni kumpendeza Mungu na wala sio wanadamu. Na mtu yoyote ambaye anaishi maisha ya kutaka kumpendeza Mungu ajiandae kutokueleweka, ajiandae kutokueleweka, ajiandae kutokueleweka. Tunaposoma kwenye wa kwenye Timotheo wa pili Timotheo wa pili nne tatu mpaka tano anasema maana utakuja wakati, wakati maana utakuja wakati watakapo yakataa mafundisho yenye uzima. Utakuja wakati ambapo watakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao watajipatia walimu, makundi makundi, makundi makundi, makundi, makundi maana masikio yao watakuwa na masikio ya utafiti. Anasema zitakuja nyakati ambapo watu watakataa mafundisho yenye uzima kwa. Kama unapenda ukweli, jiandae kutokueleweka. Kuna watu wengi ambao hawatakuelewa unaposimama kwenye kweli. Kuna watu wengi ambao watakuelewa utakaposema ukweli, utakaposema ukweli. Petro akasema kwamba pe, waraka wa kwanza wa Petro nini kumi na nne kwamba mkilaumiwa kwa ajili ya jina langu nyinyi mna heri nyinyi mna heri kwa jina, kwa jina, kwa jina la Yesu Kristo nyinyi mna heri, kwamba utakapobeba jina la Yesu Kristo ukawaambia watu ukweli, ukawaambia watu habari njema za Yesu Kristo, kuna watu ambao watakulaumu, kuna watu ambao watakutukana, kuna watu ambao watakusema, watakusema vibaya. Sasa ujiandae, kama unapenda ukweli jiandae kutokueleweka. Kuna watu hawatakuelewa, kuna watu hawatakuelewa kwa sababu kuna namna ambavyo wanataka kusikia kutoka kwako, kuna vitu ambavyo wanavitamani kwa utakavyoambia, vitu ambavyo utakavyoambia, maneno ambayo yanapingana na vile wanavyotaka hawatakuelewa, hawatakuelewa. Na wanafunzi wa Yesu waliambiwa kabla Yesu hajaondoka wa ili watakapokutana, itakapotokea mazingira ya kuto kueleweka wazishangae. Yesu aliwaambia alitangulia wa kuwaambia, tunaposoma kwenye Luka 21:17 anasema, kwa ajili yangu mtachukiwa na watu wote, kwa ajili yangu mtachukiwa na watu wote. Kwa nini Yesu alikuwa anawaambia maneno haya? Ili watakapokutana na hali hiyo wasiweze kushangaa. Wanafunzi wa Yesu hawakueleweka, hawakueleweka haukue, lakini walisimama katika kweli, na Yesu alikuwa ameshaandaa kwamba watu hawatawaelewa. Yesu alikwisha waandaa alikwisha waandaa, walikuwa ba tayari kuteseka kwa ajili ya Yesu, na ndio mbosoma kwenye Petro wa kwanza tatu, kumi na tatu, asema mjapo teswa kwa ajili ya haki ninyi mnaheri. Petro anaambia anaandika waraka huu kwamba mtateswa kwa ajili mta ya haki mtateswa kwa ajili ya kweli ninyi mna heri, nyinyi ninyi umebarikiwa ninyi. Na kwa nini petro alikuwa anawaambia, alikuwa anaandikia waraka huu ili wasishangae wakavunjika moyo. Mbona tunasema ukweli alafu watu tunapitia mateso? Kama unapenda ukweli jiandae kutokueleweka, jiandae kutokueleweka. Ndo maana watu wengi wanaopenda ukweli huchukiwa na watu wengi, huchukiwa na watu wengi na wakati mwingine maisha yao yanafupishwa, wanakufa kabla ya wakati wao, kabla ya wakati wao, kabla ya wakati wao, kwa sababu ya kupenda ukweli, kwa sababu ya kutokueleweka. Sio kueleweka kwa sababu anachokisema sio sahihi, kwa sababu wanachokisema ni sahihi, lakini watu hawataki kusikia ukweli. Nasema maana itakuja wakati ambapo watu watakataa mafundisho yenye uzimu, watu watakataa kusikia ukweli, watataka kusikia ulagailagai na ndio maana siku hizi tu na, na Paulo pia akawa anasema nyakati za mwisho zitakuwa nyakati za hatari, na tupo kwenye nyakati za hatari ambapo watu hawataki kusikia maneno yenye uzima, hata kusikia maneno yenye uzima, hata kusikia maneno ya uzima. Kama unapenda ukweli jiandae kutokueleweka. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya, naamini kwamba mafundisho haya yamefanyika msaada kwako Roho Mtakatifu akupe ujasiri ya kusimama katika kweli. Roho Mtakatifu akupe neema ya kupuuzia watu ambao hawakuelewa, akupe neema ya kupuuzia na kusimama katika kweli, maana hatupo hapa duniani kwa ajili ya kumpendeza mwanadamu. Tupo kwa ajili ya wito wetu, ni kumpendeza Mungu peke yake. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya, katika jina la Yesu amen.